Kitabu cha Mtakatifu Mathayo mlango wa kumi na sita. Wakamjia Mafarisayo na Masadukayo wakamjaribu wakamwomba awaonyeshe ishara itokayo mbinguni. Akajibu akawaambia, kukiwa jioni mwasema, kutakuwa na kianga, kwa maana mbingu ni nyekundu. Na asubuhi mwasema, leo kutakuwa na dhoruba, kwa maana mbingu ni nyekundu tena kumetanda. Enyi wanafiki, mwajua kuutambua uso wa mbingu, lakini je, ishara za zamani hizi hamwezi kuzitambua? Kizazi kibaya na cha zinaa chataka ishara, wala hakitapewa ishara isipokuwa ishara ya Yona. Akawaacha akaenda zake. Nao wanafunzi wakaenda hata ng'ambo, wakasahau kuchukua mikate. Yesu akawaambia, angalieni, jilindeni na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo. Wakabishana wao kwa wao wakisema, ni kwa sababu hatukuchukua mikate. Naye Yesu akafahamu akawaambia, mbona mnabishana nini kwa nini, enyi wa imani chache, kwa sababu hamna mikate? Hamjafahamu bado, wala hamkumbuki ile mikate mitano kwa wale elfu tano na vikapu vingapi mlivyovyokota? Wala ile mikate saba kwa watu elfu nne na makanda mangapi mlioyaokota? Imekuwaje hamkufahamu ya kuwa si kwa sababu ya mkate naliwaambia, ila jilindeni na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo. Ndipo walipofahamu ya kuwa hakuwaambia kujilinda na chachu ya mkate, bali na mafundisho ya Mafarisayo na Masadukayo. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena yu Yohana Mbatizaji, wengine Eliya, wengine Yeremia, au mmojawapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe, Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nitakupa wewe funguo za ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote utakalolifungua duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Ndipo alipowakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mtu yeyote ya kwamba yeye ndiye Kristo. Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi, na kuuawa, na siku ya tatu kufufuka. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, hasha Bwana, hayo hayatakupata. Akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu, Shetani, ukikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapomlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Amini, nawaambieni pana watu katika hawa wasimamao hapa ambao hawataonja mauti kabisa, hata watakapomwona mwana wa Adamu akija katika ufalme wake.